Eda katika mwisho wa mwaka siku hizi, niwatakie na Watanzania wenzangu wote, kama waziri mwenye dhamana na usalama wao na mali zao, kwamba msiwe na hofu yoyote ile. E, tunapozungumza mambo haya kuwaambia wenzetu warudi kwao na sisi huko hatuna nafasi ya kuwahifadhi, na sisi Watanzania ni vizuri tukajifunza somo hili kwamba tuna wajibu wa kutunza amani yetu ili na sisi kesho tusipogeuka wakimbizi sasa sijui tunarudisha wenzetu kwao, na sisi tutawafuata nyuma, tunaenda kwao, maana watakuwa wametulia. Kwa hiyo, vijana na wale wote wanaharakati ambao wanafikiri njia hii ya vurugu na fujo na kuvunja amani ndio itakayowapa haki yao, hiyo njia ni ndefu mno. Tunazungumzia Kongo iliyovurugika miaka thelathini iliyopita, amani haijarudi mpaka leo. We unayefikiria kuivuruga nchi yako ya Tanzania leo, utakaa miaka 30 kama wewe ni kijana basi, hiyo hiyo haki utaiona, kwa sababu umeidai kwa process ambayo kimsingi sio shortcut. Shortcut ni mazungumzo, shortcut ni kuweka hoja mezani, shortcut ni kufuata mifumo ya mabadiliko. Lakini vita, vurugu havijawahi kusaidia nchi yote, haijasaidia Kongo. Ndugu zangu wako hapa, wanaitafuta hiyo amani iliyopotea kwa miaka zaidi ya thelathini haijarudi. Sisi Watanzania tuienzi amani yetu, tulinde amani yetu, na hususani vijana mnayoishi ba, kuishi baadaye, hamtaiona hiyo yu amani ikirejea, kama mkiivuruga leo. Wenzetu wa Kongo na miaka thelathini, na sisi tutapita humo. Jizuie eh, resilience na uvumilivu kwa sababu vyote tunavyovifanya havina maana kama amani kwa hiyo niwatakie sana kila laheri katika siku hizi za mwisho wa mwaka, Christmas na mwaka mpya. Tuzishiriki kwa amani na wala watu msiwe na hofu. Serikali imejipanga, jeshi letu la polisi limejipanga kuhakikisha kila mtu anakuwa na usalama katika wakati wote.